Mjadala kuhusu wakati sahihi kwa kijana kuondoka kwa wazazi wake umeendelea kushika kasi katika jamii za kisasa, hasa kutokana na mabadiliko ya kiuchumi, mitindo ya maisha na matarajio ya kijamii. Wakati zamani kuishi na wazazi hadi wakati mtu anapooa ama kuolewa au kupata ajira ulionekana kuwa kawaida. Leo hii vijana wanakabiliwa na changamoto mpya zinazowafanya wabaki nyumbani kwa muda mrefu zaidi. Katika kipindi cha Kurunzi Live hii leo Jumanne, tunajadili kwa kina hoja hii pamoja na vigezo vya kuonyesha utayari wa kijana kuanza maisha ya kujitegemea. Mimi naitwa Babu Abdallah na mwenzangu hapa ni Tatu Karema Kanasi. Karibu tena. Kauli kama heri kelele za mzazi kuliko kelele za mke e, zinikisambaa sana miongoni mwa baadhi ya vijana wanaoendelea kuishi na wazazi wao licha ya kufikisha umri wa kujitegemea au hata kuoa. Sababu hali hii imeibua mjadala mpana kuhusu umri sahihi wa kuondoka nyumbani, sababu zinazofanya avijana kubaki na hathari za kijamii kiuchumi na kisaikolojia za maamuzi kama hayo na tatu. Lakini kabla hatuja kwenda mbele, kuna umri sahihi kweli wa kijana kuondoka nyumbani? Nadhani mambo ya umri unawekwa na jamii mm. Lakini mimi naamini kwamba kijana anapaswa kuondoka nyumbani wakati yuko tayari kuanza kujisimamia na si kijana wakiume peke yake, hata, hata, hata mtoto wa mm hakuna -hmm. shinikizo mm -hmm hakuna hakuna umri wa kusema ukifika miaka ishirini lazima utoke, ukifika thelathini lazima, lazima utoke, ukifika kumi na tano lazima utoke. Mm. Anapokuwa tayari basi atakuwa na uhuru wa kutoka sasa. Huko, huko kuwa tayari ni, ni, ni kuwa na misingi ambayo itamwezesha anapotoka pale nje aidha mm -hmm. amesoma akahitimu, anaweza kuingia katika soko la ajira akatafuta ajira, ama ameanzishiwa biashara na wazazi anaweza wazazi. kujitegemea hata kama ni yeye mwenyewe yeah. tu amepiga piga, piga zake pale yeah. ameweza kupata uh, pesa za kuanzisha biashara kama mtaji wa kutosha. mm-hmm. Basi atakuwa na ana ile nguvu ya kutoka nje kusema sasa naweza kuwa mtu huru wa kujisimamia. Lakini umesikia hapo kwamba vijana siku hizi wana, wana hii kauli kwamba heri heri kelele za mzazi kuliko kelele za mke. Inategemea kelele ziko katika mantiki ya sababu. Kelele, kelele za mzazi kelele za mke zote nitasema ni za tija Hapana, uh -huh. Kelele za mke sababu anayekupenda siku zote ni yule anayekurudi, si za tija. Sasa ngoja noja nikwambie babu, ukipata mm -hmm. mke wako mm -hmm. anakupigia kelele saa zote saa zote, babu babu, babu moyo ni furahi sana maanake anakupenda. Kelele za mke ni ku... ni ni mapenzi yao, lakini yule ambaye nitakuangalia, fanya utakavyo uh -huh. uh, sijali kuwa na mashaka hmm. <laughs> Mtazamaji, um, katika tamaduni nyingi za Kiafrika kuishi na wazazi hadi kufunga ndoa huonekana kama jambo la kawaida, na familia hutazamwa kama kitengo kimoja, na wala sio watu binafsi. Wazazi wengi wa Kiafrika huona fahari kwamba wako karibu na watoto wao hata wanapokuwa watu wazima. E, lakini mabadiliko ya maisha ya kisasa, ajira, elimu, uhuru wa kifedha yameanza kubadili mtazamo huu, lakini zipo sababu za msingi zinazowafanya vijana kuendelea kuishi na wazazi. Kwanza, kuna swala la uchumi. Kuna gharama kubwa za kodi mjini, ajira zisizokuwa na uhakika, wengine bado wanajenga msingi wa maisha. Kuna ile hofu pia babu ya majukumu ya kujitegemea. Ndiyo. Malezi ya mtu pia yanachangia uh, vijana kutoka haraka ama kutotoka haraka nyumbani, kubembelezwa, kudekezwa eh, na pia kuna ile imani ama watu kwenye jamii wanasema ukitoka mapema labda pia mm, unahepa majukumu ya kifamilia na mambo kama hu. Kwa hivyo sababu ni nyingi, kwa nini kijana yuko ama hayuko ndani ya nyumba mm, kufikia umri fulani. Lakini we, we unahisi kijana, hasa kitu gani ambacho kitampelekea kuondoka kwa mzazi wake? Kwa mfano, yani, nipe nip, nip sababu moja tu, kwamba hii imemfanya kijana aidha wa kiume au wa kike kuondoka nyumbani, kwake, kuondoka kwa ni kwamba ni tutasema ni ada ya maisha kwamba inapofika umri fulani, lazima ujitegemee wazi maisha yako mm. Huwezi kuwa umezaliwa watakaoishi na wazazi hadi kufa kwako kwa wazazi, kwa sababu huku nataka kuamini kuzaliwa tu kuja kuishi kwenu, na maandiko matakatifu e yanasema tokeni kajazeni dunia. Hii dunia tujaze wapi? Lazima uwe na mwenzako na mimi katika ndoa. Huyu mm. mwenza, yeah, yeah. Sasa, sasa, mwenzako, yeah. huyu mwenzako eh, kuna hoja vijana kwamba wanawasiwasi hasa kuoa binti ambaye tayari ana uh -huh. eh, kwake. Kwamba binti aiiwa nakae mashaka nimtoe kwa wazazi wake amepiga halakumdhiotu... hatua ana nyumba yake labda anaishi Nairobi anaishi Dar es Salaam lakini kivyake. Sasa, Sasa, binti huyu vijana uh -huh. wengi sana wanamuogopa, wanasema heri mara elfu watafute mke wa kuoa lakini wamtoe kwa wazazi wake. Inategemea binti na binti hawafanani wote, hawafanani wote. Kuanza kwa maisha kwa mwanamke mm-hmm. na kijana kuja kujiunga naye baadaye sioni kama ni tatizo, tatizo lipo. Sioni kama tatizo kwa sababu lipo. Inategemea kwanza mlikuja wawili uh, katika misi nini, mnatafuta katika nyinyi nyote, nimekuja kwako nini nimekiona maelewano yetu yako vipi? Uh, wajua ukienda pale na dhamira tofauti itatatiza, lakini kama kweli kile kiini cha kuwafanya muwe pamoja mm. ni maana ni thabiti, sio ni tatizo. Mtazamaji huko ni kukimbia majukumu, mtoto wa kiume anafaa kujituma pindi tu anapobalehe. na tatu umetoa sababu za vijana kuendelea kuishi na wazazi. Sasa wacha ni kutajia athari za kuendelea kuishi kwa wazazi. Kwanza, unakuchelewa kujifunza ujuzi wa maisha, kwa mfano masuala ya kupanga bajeti, kusimamia nyumba na kadhalika. Lakini pia migongano na kupigiwa kelele na wazazi kuhusu mitindo ya maisha, fanya hivi, fanya vile kuathiri mahusiano yake ya kimapenzi au watandoa. Utapata baadhi akiwa na mpenzi wake au mke wake, mpaka mpige mamake ma leo tutakula nini leo. Je, kwa bajeti kidogo nikakupiga, kwa sababu kuna vijana wengine ambao washabahatika, wamepata ajira, bado wako katika nyumba za wazazi wao, lakini sasa wao ndo wanaanza kutoa majukumu ya kuangalia familia ile, kuangalia mahitaji yake utapata <tabu> bajeti ni mshahara wa yule kijana, maamuzi mengi yanaangaliwa yeye kwa sababu yeye ndo mwenye kipato. Kwa hivyo swala la bajeti kwamba hutajifunza ukiwa kwa wazazi mm, kidogo hapo. Uh, natilia mashaka. Tunarudi kwako, mtazamaji, kauli yako ni muhimu katika kuendeleza mada hii. E, tutumie ujumbe kupitia ukurasa wetu wa Facebook na hali kadhalika. Kumbuka kipindi hiki kiko mubashara kupitia channel yetu ya YouTube namuona William Edi tayari, huyu anasema akimaliza tu shule mtoto wa kiume anafaa kuondoka nyumbani. Sasa shule hapa hakusema ni darasa ama ni chuo ama ni vipi? ya yeah. mm -hmm. anasema akimaliza ashike njia. Uh, Lukuba Dida Lusangija anasema inategemea na maisha ya wazazi wako. Mara nyingi maskini ndio huwahi sana kutoka nyumbani, kwa sababu mzazi asiye na kipato hana cha kumwandaa mwanaye ila wenye maisha mazuri huwa wanaoandaa watoto wao na kuwatengenezea misingi bora kuendeleza. Hata Ulaya ni hivyo ndio. Ana, ana hoja ya msingi kabisa. Suleiman Karisa anasema kijana mwenye kuchagua kazi yeye hana akili, kwa sababu kijana mwenye akili kazi yoyote anafanya, hata kama ni kuchimba choo. Frash B Musir anasema mpaka aitiwe polisi ndio atatoka nyumbani. Na Mzee wa Maokoto anasema yeye ataondoka nyumbani atakapokuwa mzazi na yeye pia. Mwingine ni Naswi TBC anasema akifika miaka kumi na nane tu yeye anaondoka nyumbani mm -hmm. Na Deo Mwampembo mpembo anasema akifika miaka arobaini yeye anaondoka nyumbani. Wote wana sababu zao mm. mm -hmm. Kwa wataka kusema arobaini amechelewa, amechelewa. uh -huh. Umri umri umri umri ushasogea huo. Nam, kumbuka mtazamaji, tutarudi kwako muda usioko mrefu. Hii ni mada ambayo bila shaka e, imeibua mjadala mpana kuhusu umri sahihi wa kijana kuondoka kwa wazazi wake, lakini pia kwa upande mwingine, baadhi ya vijana wanawasiwasi kuanza maisha na mwanamke ambaye tayari e, ashaondoka nyumbani kwake na anajitegemea. E, twende sehemu za Arusha kule nchini Tanzania tusikilize e, wanawa Arusha kule wana maoni gani kuhusiana na maudhui ambayo tumeiweka kwenye meza ya mazungumzo. Tazama video hii ya Veronica Natalis. Hujambo mtazamaji, mimi ni Veronica Natalis na kukaribisha sana katika kujadili swala hili la vijana wa kike na kiume kuingia katika agano la ndoa. Kama tunavyojua kwamba agano la ndoa inahusisha kijana wa kike na kiume kuacha wazazi ama walezi na kuungana pamoja kuanza maisha ya ndoa, lakini kuna baadhi ya vijana ambao wamefikia umri wa kuoa ama kuolewa bado hawajafanya maamuzi hayo kwa hofu ya kuingia katika gano la ndoa. Sasa nimewatafuta baadhi ya vijana hapa kuwauliza e, hofu zao ni zipi katika hatua hiyo muhimu ya maisha. Nimewapata baadhi ya vijana ambao hawajafanya maamuzi ya kuoa ama kuolewa japo umri umefika na wengine bado wanaishi kwa wazazi wao. Sikia maoni yao katika Kurunzi Live. Nimeoa ni lakini sasa hivi nimeachana naye, kuliko nipigie kelele Haiwezekani. Mbona mama yangu anipigie kelele, nitanyamaza, lakini sio mwanamke ambaye nimekuweka ndani, alafu nailetea kelele. Nimetoka kazini na stress zangu, nimekosa hela siku hiyo, bado nakuja nyumbani, nimekosa hela tena, unanileta kelele, mimi sitapasuka kichwa. Bado sijaona unajipanga, maisha ni magumu. Takio ndio taratibu, ujipange kwanza ndio uweke mama ndani. Mwanamke hawezi kukusumbua kitu, kwa sababu gani? Unapogogo huko vizuri, umeshajipanga huko sawa, mwanamke pia anakaa sawa. Mwanamke gani? Mwanamke anakupigaje ile wakati anampa mahitaji yake? Mimi ni nina miaka miwili toka nilipooa. Hapana, siweza kuogopa, kwa sababu ni maisha, yani ndio maisha halisi, na lazima yaani yakwepeki, kuwa ni lazima, na nimeona kama ni maisha ambayo lazima nipambane nayo mtazamaji hapa ni jijini Arusha, lakini pengine maoni yakatofautiana kulingana na mtazamo, mazingira pamoja na tamaduni. Hebu sasa tuelekee katika jiji la Mwanza kule kanda ya Ziwa, ili tuweze kusikia pia maoni ya wakazi wa Mwanza. Wao wana mtazamo gani katika hili? Niliolewa na mwanaume ni mtu mzima kidogo, ni mdogo, ni kama anazidi miaka 15, 20. Changamoto iliyokuwepo ni mtu ambaye ana panic sana Hana, yani, hana ule uwezo wa kumsikiliza kumpa nafasi mwanamke, yani ameamini kwamba yeye yuko juu ataendelea kuwa juu tu. Sio kwamba ni wanawake tu ndio wana shida, hata wanaume pia wana shida. Kwa sababu iwezekani wewe ukaja nyumbani, ni mimi, ni mwanamke, majukumu yangu nayajua, afu ukanifundisha kupanga vyombo. Ni kweli tunaogopa kelele, maana sometimes, kwa mfano, unafanya kazi zako binafsi, kama hizo za kwetu, mwanaume anaweza kufanya kazi tunaogopa kuingia kwenye ndoa kwa sababu hizo hmm, bado sijaolewa Lakini pia kuna swala hili la vijana wa kiume pengine kuogopa, uh, kina dada wameshaanza maisha tayari wanajitegemea na wanajihudumia uh, nimeuliza pia maoni yao kuhusiana na hili, hofu yao kubwa ni ipi Lani, lazima taata dharau kwa sababu tayari ameshaanza maisha yake, so, ameshajipata. Unakuta tayari ameshajua, ameshajua mizunguko ya pesa inapatikanaje ameshajua hivi na hivi, kazi zinafanyaje, maisha yanaendaje. Kwa mimi nitapendelea binti anayetoka kwa wazazi. Huyo aliyejitegemea unakuta naye ana changamoto zake nyingi za maisha, sasa mkiunganisha na za kwako inakuwa changamoto. Bora yule ambaye mnaanza naye chini, kama mwanaume na mwanamke, basi na mtazamaji, bila shaka umesikia maoni mengi kutoka kwa vijana, kwanza kabisa katika jiji la Arusha, lakini pia katika jiji hili la miamba, jiji la mawe, hapa Mwanza, Tanzania, kuhusiana na mada ambayo tulikuwa nayo kwa siku hii ya leo. Bila shaka umejifunza mengi na kusikia mawazo ya vijana hapa. Mawazo ni mseto kama ulivyosikia, na mjadala huo Kurunzi Live ninaurudisha katika studio zetu za DW Bonn Ujerumani. Mjadala unaendelea huko na kutokea hapa Mwanza, Tanzania. Mimi ni Veronica Natalis Chacha ndio wa... wa... eh, <laughs> Lakin... eh, ndio ndio, hoja hiyo kwamba mtoto wa kike anajisimamia mwenyewe, tatu utakwenda kumwambia nini nini? Unaweza kumwambia, utakwenda kumwambia nini? Inategemea hmm? Kwa nini wataka kumwambia nini, ambacho ukiwa na pesa usipokuwa na pesa singependelewa ndani ya harusi ukimpa hmm. sababu zako kama hmm. ni mtu na akili zake timama, atakusikiza. Ofikodi api hapo. Subutu. Mtu, swala ni pesa tu, katika swala la pesa. Mm -hmm. Mtu uko peke yake, ana maisha yake. We umekuja pale, umeanza kumpangia, sasa mimi saa mbili chakula kinapatikana. Sasa kupangia, hapo umetumia neno baya mm, baba. Kwa sababu ukitaka mm. kunipangia kidogo, naweza kuwa mkaidi. Umeona? Umeona kupanga? Unaona unakupanga, ili katika kuamrishana. Mm. Na kuna kuzungumza na, na kuelewana. Eh, sasa mm. ukiniambia saa 2 lazima chakula kiwe hapa. Saa 3 moto kichwa cha kuzungumza na kuelewana, kuongoza katika ungwana wa mazungumzo. Ukija sheria kali siku zote, ukikaza sana inakatika, si haya? hmm. mm -hmm. Ni maoni hayo, mtazamaji, kama ulivyoyasikiliza kutoka Arusha na Mwanza kule nchini Tanzania. Nawe pia kumbuka, unao nafasi ya kutupa maoni yako. Tuandikie ujumbe kupitia ukurasa wetu wa Facebook. Kipindi hiki kiko mubashara kupitia majukwaa ya Facebook pamoja na chaneli yetu ya YouTube tatu. Namwona nani? Namuona Awalina Muhamed anasema sasa aondoke ende wapi kama hujamtengenezea mazingira kujitegemea, wakati hapo ndio kwao, tutabanana humohumo. Bahati Makwet anasema niliondoka nikarudi, alipigwa <laughs> matukio inakaa Maulidi Mambe anasema wao ndo wamenizaa ili nikae kwao, kama wamechoka kukaa na mimi wahame wakakanju wakinisumbua na washtaki wamelizaa bila ridhaa yangu, hawajanishirikisha kwenye maamuzi yao, hivyo ya kuhama nyumbani kwa wazazi ni uzembe hmm. Ahmadi Adamu Hongo anasema kuondoka kwa wazazi wangu kisha niende wapi, anauliza hawa ndio watu wa kubembea hawa. Gregory Jacob Sali anasema, <laughs> anasema <laughs> uh -huh. Eh, tuende wapi? Nataka tuende wapi wakati Fredrick Lukas anasema mimi niliondoka nyumbani nina umri wa miaka kumi na sita na mpaka sasa nina umri wa miaka ishirini na sita sijaoa, na bado maisha yananipiga vibaya. Unafikiri kufanya makosa kuondoka nyumbani? Amejaribu lakini hajafanikiwa kutoka, kumaanishi kwamba kuna kufanikiwa toka kama uko tayari <laughs> wewe ulitoka lini? miaka ishirini na mbili ukawa unajitegemea kwanza, ama uli uliingia kwenye ndoa? ajira kwanza ndio Allah ndio ifuata baadaye. na msomko Mwami anasema pale unapojitambua, uh, sasa mimi natakiwa kuwa na kwangu, natakiwa kuanza maisha yangu. Fadhili Manzi anasema akiwa na uhakika wa kula tu inatosha, mengine atajifunza mbele ya safari then. <laughs> Paul anasema tatizo si kuondoka, bali wazazi wamemwandaje kijana kuondoka nyumbani. Nafikiri hilo ni swali la msingi sana. mm-hmm Si, nasema mimi niko na miaka thelathini na tatu ile naishi na mama yangu. Mama ndiye tu anayekupenda peke yake, kwa, kwa ni mama hawezi hmm. E, na, na... Yeah. Mm. Ha, ha, wanawasi, kupenda ukiwa kando unajiendeleza na maisha yako mapenzi, yana hatukatai na hatupingi ukiwa kando, wakati unaendeleza familia yako ama wazazi wengi wanawasiwasi kwamba ukishahama ile penzi itakuwa unaligawa itakuwa ni binafsi, ni penzi mm-hmm. mm, ni penzi hilo una <laughs> <laughs> huyu anajita, kufa kunoga maziko, mpaka wazazi watakaponipa ruhusa ya kuondoka katika kalaunembe, anasema kama mzazi sio na mkali nawezekea hapo hapo <laughs> kutoka Goma, jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo, anasema nimeamua kukaa peke yangu, ni sababu ninao michepuko na wanamsumbua. Je, nikioa itakuwaje? ili nalo neno chusosi ah, jafan, kheri kelele ya fadha kuliko ya mama nyumbani. lakini, lakini umeona tatu, eh, yeah. Ku, eh, kuna, kuna watu wanakuwa na hoja zao kwamba kama huyu anasema heri kelele za fadha nyumbani wake kwamba wa hawana akili ama wanawazimu kwamba watakurupuka mm, tuanze kupiga kelele mm. umefanya nini ndo kwa ni... nini ndo kupiga kelele, huwezi kumbembeleza mm, mumeo kwamba kuna hilo laudekezewa lategemewa mm, ni kitu gani mm, ikiwa ni kitu cha mazungumzo. Unajua kuna ile hali ya kurudia rudia vitu za kwa eh, mm -hmm. sababu leo umefanya kitu kitu tumezungumza, sawa umefanya tena mara ya pili, inakuwa kama mtindo sasa. Mwenzako yule sio jio no unaoishi naye, nahisi kwa wakati huu nitakuja, sitakuja na upole, kwa sababu mbona nazungumza kitu ambacho huelewi, ama mbona narudia. Mtazamaji um, mjadala kuhusu umri sahihi wa kuondoka kwa wazazi kwa kweli hauwezi kuwa mmoja, kama tulivyoona pale, na kila kijana ana safari yake. Hata hivyo kujitegemea ni hatua muhimu katika ukuaji wa mtu binafsi, lakini muhimu cha kuzingatia ni kwamba vijana wanapaswa kutathmini uwezo wao wa kifedha, ukomavu wa kiakili na malengo ya maisha kabla ya kufanya uamuzi. Kauli kama heri kelele za mzazi kuliko kelele za mke zinaonyesha tu kuna mvutano kati ya mila na maisha ya kisasa, lakini mwisho wa siku lengo ni kujenga maisha yenye uwajibikaji, uhuru na ustawi. Hakuna umri sahihi unakubalika na kila mtu kuondoka nyumbani kwa wazazi, lakini kwa ujumla, kijana anapaswa kuondoka nyumbani kwa kuzingatia vitu vya msingi: kipato na... kujihisi uko salama na kadhalika. Kwa ujumla, kuondoka sio kukimbia familia, mtazamaji, ni hatua ya kujenga utu uzima, ni hatua ya kijana kuanza safari ya ujibikaji, uhuru na kujitengenezea maisha yake mwenyewe. Wakati sahihi hutegemea uwezo wa kifedha, ukomavu wa kiakili mazingira ya familia na malengo ya kimaisha. Na kwa nukta hiyo, tunahitimisha kipindi cha Kurunzi Live hii leo Jumanne, ambapo tumejadili kwa kina kuhusu umri sahihi wa kijana kuondoka kwa wazazi wake na kuanza kujitegemea au hata kuoa. Mimi naitwa Babu Abdalla nami ni Tatu Karema. Hadi wakati mwingine tena. Kwaheri, bye bye.